Hapa kuna machache kuhusu Mtakatifu Waltruda, mkatoliki aliyezaliwa karne ya nane. Anahusishwa zaidi na mji wa Mons, Ubelgiji, ambapo aliishi kama monaki na kiongozi wa kiroho. Alikuwa mke wa mchungaji aitwaye Hugo na walikuwa na watoto watatu, lakini baadaye alijitolea maisha yake kwa huduma ya kiroho. Waltruda alianzisha monasteri ya wanawake katika mji wa Mons na alijulikana kwa maisha yake ya utakatifu, sala na msaada wa kiroho kwa wanawake. Alijulikana kwa uwezo wake wa kuongoza watu kwenye imani ya Kikristo. Kadri muda ulivyopita, Mtakatifu Waltruda alikuwa mtu mpendwa katika kijiji, akihamasisha vijana na wazee kuishi kwa kuzingatia maadili ya huruma, wema na utumishi kwa wengine. Anatufundisha huruma isiyo mipaka, kujali wagonjwa na wahitaji, kutoa faraja na msaada kwa wote. Kuna mengi ya kujua kuhusu watakatifu, tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.